Natamani kukueleza niliyopo moyoni, sina budi kuyaficha. Karibu karibu sana. Asante. Mbona wakati wote umekuwa ukinikaribisha tu? Ah, kwa sababu naona kama bado hujakaribia. Sijakaribia kivipi wakati nishaingia mpaka ndani Ah, namaanisha kuwa huru, yaani nakuona kama bado unauoga vile. Ni kweli ni vile tu sijazoea. Basi usijali mi oh, nitakufanya upazoee. Ah, Diana, mwanzo mzuri hutengeneza stori nzuri yenye mvuto lakini mwisho hukamilisha storia nzuri kwa wapenda nao. Kwa hiyo unaniambia maneno yote hayo kwa sababu nahitaji kutengeneza stori nzuri ya mapenzi yetu? Unatamani kukueleza yaliyopo moyoni, sina budi kuyaficha, maana utonielewa. Sio kwa sasa. Kwa nini? Nafikiri nahitaji muda. Lakini Diana, wakati hautusubiri, kila jambo lina wakati wake.

tamani kukueleza aliyopo moyoni, sina budi kuyaficha, maana utonielewa. Nifanye siri nakuja bila taarifa. Kwa hiyo utaniacha hapa nje au utaniruhusu niingie huko ndani? Oh. Unataka kuingia nyingi, nyingi. <laughs> Najua, kunirusu, nyingi, ndani kufanya nini? Najua uko na mwanamke, kwa hiyo huwezi kuniruhusu niingie ndani. Kwa nini? Unakuhusu nini? Hata hivyo sio kitu ambacho kimenileta. Mtoto anaumwa, kwa hiyo nimefuata ila ya dawa Anaumwa nini? Anaalisha toka juzi. Kwa kweli hapa sina pesa yoyote. Kwa unaweza ukatoka hapo, kaenda kukopa huko. Mimi nikipata takupa. Kila nikija kuomba hapa ila ya matumizi kuhusu swala la mtoto, majibu yanakuwa ni yale yale. Hivi wewe ni baba wa aina gani? Unashindwa kumhudumia mtoto wako mwenyewe tena akiwa mgonjwa. Eh? Alafu ukinikuta na wanaume wanaonisaidia, wanaonihudumia we unakuja kuwafanyia fujo hivi. We ukoje sasa? Kwa kuongea maneno yote hayo unataka kumfaidisha nani? Sawa, mi naondoka, japo natamani kukueleza aliyopo moyoni. <mimitation> Sina budi kuyaficha mana utonielewa, nifanya siri siria, uh, siria uh, enia. Ah, Janet, umependeza? Vipi? Nimekuja ofisini kwako sija kukuta. Nimekuja kuchukua ile hela ambayo ulisema iko nyumbani kwako. Vipi, tunaweza kwenda? Mimi nilikuwa nyumbani ivi, nilikuwa naenda ofisini, lakini kwa utaka kwenda kwa nyumbani freshi. Karibu safi. unatamani <tus> kukueleza <tus> yaliyopo moyoni

toka chini hapa kwa mwenye nyumba napandisha kama mlima, chini hapa, sio? Unafahamu hapa chini hapa, ehe, hapa napandisha hapa mlima, mtana na binti mmoja hivi. Huyo binti tulisoma naye chuo bwana, mtoto ni mkali wewe. yeye yeah, ndomani sijui ni sijui nifanye ni fanye vipi? Nielewe mimi. Nakuelewa mimi, nakuelewa kama. Amewaka kwanza picha, ninaanza hiyo nyumba anayoishi. E bwana, nitakupeleka siku, tutapita pale nikuonyeshe vitu vyangu hivyo. Baba, nyumba ni kali vibaya mno. Mtoto kwanza, ukimwangalia inaonekana ni wale anafanya kazi zime flani ya ni amesha flani hivi, anaelewa anaelewa, anapiga kofia moja ya kizungu, kofia mduara zile, tunatana naye pale, bwana, ah. Basi tumeshangaa pale, salamu salamu nini, yeye mimi, yaani mimi anaongea ya pale mdomo tu. Na hebu eh, subiri kwanza mzee, unajua, unanichanganya kwa sababu mtu tu wa kishugha, si kofia kama kizungu nini ya eh, namba baba. Umechukua kodi mzee, kodi. Naelekea naelekea, tunatana naye pale bwana. Unajua kwa shuleni, yule mtoto shuleni Sio mimi nilikuwa na akili hivyo. Ah. Yeah. Ila sema ndio wale watoto ambao kidogo si tunajua maisha, kwao maisha safi kabisa. Eh. Yeah. Akaniulizia pale vipi kazi unafanya wapi? Mimi mzee alihalisi bwana, unajua hali yangu yenyewe ilivyo hivyo. Unyonge baba. <laughs> Unyonge. <laughs> Ah, uh, unyonge. Kwa sababu mwombe alikuja kunyanya viazi. Ah, sio viazi. Yeah. Lakini mbona ndio hivyo hali yangu sinaiona mwenyewe hivi. Eh. Basi ameniambia bwana, kesho siku tumeongea pale akaniambia. Patrick. Naomba namba yako. Ah, sio mimi nimemuomba yeye. Ah, yeye. Wewe? Naomba namba yako umeona? yeah. Mi nikamwandikia namba nikampatia. Sijafika mbali, nashanga tu message hapa, napoongea na wewe saa hizi namba yangu wanaye na. Uh -uh. Namba yake baba, nimekuelewa sawa. Tisha mzee, tisha mzee, tisha na namba mzee, acha zako bwana. We story mpaka kila kitu kipate, si nisha kaka. Kusimulia kaka, natishaa ni wateja wangu. Zako zako, acha zako, tuachane nayo. Acha nayo bwana Mengine utajua <tambi> baadaye. Subiri kwanza. Pati vitu vyangu. Ah, <laughs> Haya hapa. Eh, <Ea>, vipi <laughs> lakini? Ah, mbona unasema? Yaani mmeisha kwani? Yaani, vijaje bado mama amegoma kuniletea sijui. Nah. Ah, na ana ndai na nyingi sana. Ah, wewe bwana na hivi. Viazi malizia vya jana hivi. Yaani mda huu kweli ndugu yangu, viazi mmeisha sasa hizi? Na hivi vikikata tu hapa sina biashara. Tena sina biashara na akigoma ukuletea huyu mama, kwa sababu hapa mtaa mzima uza viazi wananijua mimi ni msumbufu kuleta kulipa madeni

Kwa hiyo utasema hapo ah, kwa gani? Muda gani ndani? Basi hela hiyo, hela iko wapi? kumwataka pesa na pesa hiyo hapo kama hutaki, ah, basi basi, navua. Vipi mzee, mbona mapema leo kazi nguo? Ah, sasa inakuwaje? Mimi najua cha kufanya ah mpaka shalukani kashindwa, eh, ngoma ilikuwa ngumu. Sasa au si Kumbe mawazi yangu alikuwa sahihi. Kusema kweli, Patrick anafaidi sana pesa yako, hiyo hapo. ila nasikitika sana, thamani ya ulichokitoa na pesa haviendani kabisa. Lakini usijali, ukitaka tena basi na mimi nitakuwa pesa zaidi ya hiyo Isa. nikuombe kitu ah. <laughs> Janet, usijali, nipo kwa ajili yako. naomba kila kilichotokea huko ndani kibaki huko ndani. Janeti, ah, kuhusu ile usijali, kwa sababu mimi na kifua kama unavyoniona. Lakini naomba nikuombe kitu, kama utojali vipi, na mimi ikiwa nataka tena, alafu nitakulipa mara mbili ya hiyo. Janet, Janet, ila huyu mtoto aisikua tunajua kuchagua mke wa mtu ni somo <untenikenaisomu> lakini kuna vitu vingine Hapana, japona ah, tamani kukueleza aliyopo moyoni, sina budi kuyaficha maana utonielewa. Nifanye siria siria.